Mwongozo wa kujifunza Biblia Juni 3 siku ya Jumanne. Mada inasema kisa cha Sodoma na Gomora. Mbuka, hili ni somo la kumi linalosema tuliofikiwa na miisho. Mwandishi anasema kuna simulizi lingine muhimu la Agano la Kale ambalo Petro analirejelea moja kwa moja anapoelezea matukio ya siku za mwisho, kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora. Miji hii ya tambarale imekuwa hadithi ya kale kwa uovu wao na kuwa mfano wa kwanza wa maeneo yanayokaliwa na idadi kubwa ya watu yaliyoharibiwa kwa moto kutoka mbinguni. Soma Petro wa Pili sura ya pili aya ya 4 hadi 11. Yuda aya ya 5 hadi ya 8. Ezekieli 16:46 hadi 50. Na uzingatia maelezo yote. Ni hali zipi za kimaadili zilizosababisha kuangamizwa kwa miji hiyo na kuna ufanani gani leo? Vile vile, onyo linalotolewa kwa watu wa siku za mwisho ya sayari hii kupitia simulizi la Sodoma na Gomora liko wazi. Hatimaye waovu pia wataangamizwa kwa moto, kama inavyoelezewa waziwazi katika Ufunuo ishirini. Dhambi na udanganyifu wa ajabu kwa kuwa inatupofusha tusione hali ya mioyo yetu wenyewe. Ikificha makosa yetu chini ya kujikubali wenyewe, wakati uovu unaotendwa na wengine mara nyingi unaonekana dhahiri kwetu. Katika sura ile ile ambapo Mungu alizungumza kuhusu kiasi cha upendo aliyomwaga juu ya taifa lake, anapaswa pia kulionya taifa hilo kwamba ingawa halikufanya dhambi zile zile katika Ezekiel 16:41, kwa hakika limekuwa ovu zaidi kuliko Sodoma. Israeli walikuwa wakifanya mambo ya kikahaba Ezekiel 16:41, wakifanya uzinzi wa kiroho. Hebu fikiria mshangao wa watu wa Mungu waliposikia kwamba wao ni waovu zaidi kuliko watu waliokuwa maarufu sana kutokana na uovu wao. Hilo si jambo geni, si kwa Israeli ya kale tu, bali kwa wanadamu wote. Katika Warumi sura ile ya kwanza ya 18 hadi 32, Paulo anawasilisha orodha ndefu ya maovu ya wanadamu ambayo ingeweza kuandikwa katika magazeti ya leo. Maelezo ya Paulo juu ya dhambi ya wa mataifa hayakukusudiwa kuleta hisia za kuwa bora zaidi kati ya Wayahudi, bali ili kwamba watu wa Mungu hatimaye waweze kuelewa uzito wa dhambi zao wenyewe. Nathan alifanya vivyo hivyo alipozungumza na Daudi, alisimulia kisa cha tajiri aliyeiba mwanakondoo kutoka kwa maskini. Kisa hiki kilifanya hasira ya Daudi ikawaka sana, katika wa pili sura 12 ya mbili ya tano, kwa sababu udhalimu ulionekana dhahiri. Hata hivyo ilihitaji tamko la Nathani, wewe ndiwe mtu huyo, Samueli wa pili sura ya 12 aya saba. Ili kumfanya Daudi ajione mwenyewe katika simulizi hilo. Ni muhimu kukumbuka kwamba Biblia haikuelekezwa hasa kwa ulimwengu wa nje, bali kwa watu wa Mungu wenyewe. Tunapoona dhambi mbaya sana za wengine zikielezewa katika kifungu kama Ufunuo 13 au 17, nionyo kwamba sisi pia tunaweza kuangukia mtego huo huo. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema.